Naam, karibu ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chako pendwa cha OG Family TV. Karibu leo kuandalia makala yetu fupi na inayohusu afya. Kumbuka, afya ni yangu, afya ni yako. ni mtangazaji wako naitwa Dr. Mapunda E, nikukaribisha tu. usisahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn notification, tuweze kupata habari motomoto, tuweze kuelimishana, tuweze kupata elimu juu ya magonjwa mbalimbali Leo nimekuletea uh, magonjwa ya moyo na mishipa ya damu au tunazungumzia cardiovascular disease, magonjwa ya moyo na mishipa ya damu haya ni magonjwa aina gani? Magonjwa ya moyo na mishipa ya damu ni kundi la magonjwa yanayoasili moyo na mishipa ya damu. haya ni miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kwa kusababisha vifo vingi duniani kote. Kwa lugha rahisi, haya ni matatizo yanayotokea pale ambapo moyo hawezi kufanya kazi yake ya kusukuma damu vizuri au pale ambapo mishipa ya damu inaziba au kudhoofika. Unazungumzia, ni aina zipi za magonjwa ya moyo na mishipa ya damu? Aina <laughs> kuu za magonjwa ya moyo au mishipa ya damu ni kama ifuatavyo: shinikizo la juu la damu, tunamaanisha ni hali ya kuwa na msukumo wa damu wa juu kupita kiasi, mara nyingi huitwa m mhuu ambaye ni wa kimya kimya kwa sababu haina dalili za wazi mwanzoni. Aina nyingine ni mshtuku wa moyo au heart attack. Hii mshtuko wa moyo au heart attack hutokea pale ambapo damu inaposhindwa kufika kwenye misuli ya moyo kwa sababu ya kuziba kwa mishipa mm -hmm. au mshipa wa damu. Aina nyingine ni kiharusi au stroke. Hii hufanana na mshtuku wa moyo pembeni ambayo tunaita peripheral artery disease. Huathiri mishipa ya damu kwenye miguu na mikono. Je, nini kinasababisha? Kwanza tunazungumzia visababishi vikuu ambavyo vinasababisha magonjwa Ha, ya mishipa ya damu. Cha kwanza ni lishe mbaya, vyakula vyenye mafuta mabaya, chumvi nyingi au sukari nyingi, kutofanya mazoezi ya mwili, unene wa kupindukia, uvutaji wa sigara, kisukari, msongo wa mawazo, historia ya familia zenye matatizo ya moyo. Dalili za tahadhari. Je, ni dalili zipi ukizigundua kwamba inawezekana una kwa namna moja au nyingine, ni dalili mojawapo ya eh, matatizo ya moyo. Kwanza, maumivu ya kifua hasa upande wa kushoto, kupumua kwa shida, kuchoka haraka bila sababu ya msingi, mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, kuvimba miguu au mikono, kizunguzungu au kupoteza fahamu. Je, ni namna gani unaweza kujizuia au kuzuia na kudhibiti haya magonjwa ya moyo? Kwanza, unahitaji kupima shinikizo la damu mara kwa mara, kwa maana blood pressure. Lakini unahitaji kufanya mazoezi ya mwili angalau dakika 30, kila siku, kula lishe yenye matunda, mboga na vyakula visivyo na mafuta mengi, kuepuka sigara na pombe, kupunguza msongo wa mawazo, kutumia dawa kwa usahihi ikiwa umeagizwa na daktari, au kufuata maelekezo unayopewa na mtaalamu wa afya. Aa, ni kueleze tu kwamba kwamba jambo muhimu, moyo ni injini ya mwili wetu. Ukiudharau, maisha yako yote yatakuwa hatarini. Haya magonjwa hayachagui umri, yanaweza kumkumba mtu yoyote. Tuanze leo kulinda afya yetu, tulinde afya ya moyo na kufanya mabadiliko madogo madogo katika maisha yetu ya kila siku. Asante tukapezi mtazamaji -like, comment, kushay, vacation, nzuri, kutia, na msikilizaji, kukumbusha tu kwamba tusisahau kukukekbali nzuri ua kufuatia na zuusu makala mazima ya afya.